Mwanaume, mm -hmm. Unaweza ukamridhisha mkeo au ukamfikisha kabisa kwa dakika tatu peke yake dakika tatu, tatu nne <coughs> mm -hmm. mm -hmm. au tano Zile dakika ambazo mnasikia kwamba mwanamke anaridhishwa kwa dakika kumi na tano hadi ishirini na tano mm hiyo -hmm, ni kwa wanaume ambao hana maarifa, lakini mwanaume mba, mba, mba una ujuzi ambao utatoa ukitumia hizi mbinu za kivita takazokupa hapa. <laughs> <laughs> Unapeperusha bendera mapema sana, unapeperusha bendera mapema sana. Cha kwanza lazima ufahamu ni maeneo gani hasa huwa yanampa hisia zaidi mwanamke lazima uyafahamu, nayabainisha hapa hapa. Kawaida waga yako maeneo sita ambayo mwanamke akishikwa hisia woga zina. Sehemu ya kwanza ambayo huwa inampa hisia zaidi mwanamke kuguswa nywele. Kuna baadhi ya wanawake wakiguswa nywele, kila mwanamke ana kila mwanamke ana sehemu yake eh, wengine ni nywele. Eh, eh, sasa huyo anayevaa wigi, sasa huyo ana sehemu ya kwanza. Wanawake kwa ba, wengine ah, kwanza. Mm. wengine, mm. Wengine hisia zao zipo kwenye shingo. Mm. Sawa, wengine, wengine hisia zao zipo kwenye, eh, kwenye maziwa hapo kwa hapa mbele mm-hmm. Sawa, wanawake wengine, sehemu ambayo wanapandishwa, wanapanda, wanapata hisia kwa haraka mm. ni kuanzia maeneo ya kitovuni kwenda hadi HQ. Lakini sehemu <same> nyingine sasa <laughs> e ne, ni ile ambayo jina lake ni nini spot, usomee kwenye bahasha hii haikuhusu. Kwa hiyo haya ndiyo maeneo ambayo mwanamke mm. huwa anampa hisia zaidi mm. kwa hiyo mwanamke, ili uweze kupeperusha bendera mapema unatakiwa mm. uchezi na haya maeneo kwa ufasaha <laughs> lakini usitumie nguvu mm. na, wan na wanaume lazima ufahamu, hisia za mwanamke huwa hazipo ndani Zim. huwa zipo kwenye mishipa ya neva. Mm. Ndio maana mwanaume ili kumridhisha mkeo, haijalishi maumbile ya namna gani, kabisa, usijali, usio na wasiwasi kaka, kwa sababu maumbile mm. ya mwanaume yakiwa kwenye paledi ni kati ya sentimita 8 mm. hadi sentimita 15, yakiwa kwenye paledi ni kati ya sentimita 8 hadi 15, na wanawake huwa anapenda maumbile ambayo ni kati ya sentimita 8 hadi sentimita 13 <coughs> Sasa kwa mwanamke maumbile ya mwanamke kwenda ndani huwa ni kati ya sentimita sita hadi sentimita nane hadi sentimita, sentimita kumi kawaida sentimita, sentimita sita hadi mm. sentimita kumi kwa mwanamke mm. na upana huwa ni kati ya sentimita mbili mm. pointi tano hadi tatu pointi mbili mm. kwa mwanamke mm. Sawa. Kwa hiyo, kwa hiyo na wanawake wanafurahia zaidi maumbili kati ya sentimita nane hadi mm. kumi na tatu mm. Kwa hiyo mwanaume, kumridhisha mkeo, haijalishi mambili yako ni makubwa kiasi gani. mm. Kikubwa tu ni kuwa na huu ujuzi. na, na, na kuna baadhi ya wanaume sasa ambao mnakuwa mna shida ya kuwahi kumaliza Sawa, kutana mm. <laughs> kukuki... mwanaume mwingine dakika mbili, dakika tatu, dakika nne. Sasa nawapa password, password ambayo nikiitumia itawasaidia kuweza kuperusha bendera bila kupata shida yoyote. uh -huh. Mwanaume yoyote ile aweze kumaliza. mm. Kuna sehemu, au kuna kiungo ambacho kipo katikati ya miguu ambacho hicho kikiguswa ndo huwa kinafanya mbegu zinatoka eh? mana... mm. kuna ki, kuna kiungo ambacho hicho kiungo kikiguswa ndo huwa kinasar... mbegu zinatoka. unakigusa vipi?

<laughs> Hey, hey, mdogo mdogo mwendo wa kobe tu, mwendo wa kobe. Ukifanya hivi utaweza, hey, kupeperusha bendera kwa namna rahisi kabisa.